Rais Uhuru Kenyatta amesema kwamba yeye na naibu wake William Ruto wana imani kwamba watashinda kesi zao za jinai katika mahakama ya kimataifa ya ICC huko The Hague. Siku mbili tu kabla ya kesi ya Ruto kuanza huko The Hague, Rais Kenyatta alisema wanahitaji maombi ili kuruka vikwazo hivyo vinavyo wakabili Kusyome. Ikiwauliza huh? yes, mtuweke pia kwa maombi yenu, kwa sababu kuna wale ambao wanafikiria amani inaletwa kwa njia ya nguvu au kushurutisha. Sisi tunajua amani inaletwa kwa kuleta Wakenya pamoja kwa njia ya amani, kwa mambo ya kujadiliana, na hiyo ndio njia ya kujenga, lakini Mungu ndio ataongoza yale ambaye yako mbele. Hatuna shaka itayavuka na Kenya itaendelea. Yule Mungu ambaye alituwezesha wananchi hawa wakapiga kura na kuunda serikali ya Jubilee, huyo Mungu pia atatuokoa kutoka uongo ya watu waliotuwekea katika mahakama hili.